Ama begi tizi online tena ah, niko FPCT Bunju B Amani Center. Hii ni mwaka mpya bana, 2026 20. Sijawaacha mbali watoto ambao walikuwa wakiendelea na huduma nyingi walikuwa nazo bana. Mambo vipi? Poa. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Baraka. Baraka nani? ya Mungu. Imani. Wewe kwa nini uko hapa leo? Alhamisi sio Jumapili sio nini, lakini uko hapa kwa sababu ni mwaka mpya, kwa sababu ni mwaka mpya e. Unaelewa nini mtu anapokuambia mwaka mpya eh? Eh. Ni mwaka mpya mm, ambao sio mwaka uliopita, ni mwaka mwingine mpya, ni mwaka mwingine mpya eh. Kwao mwaka kama mwingine, sio ule uliopita, unakuwa mwaka ni mpya eh, mwaka mpya we unaitwa nani? Imani. Imani nani? Abiola. Wewe kwa nini uko hapa eh? Kwa nini uko hapa? Mimi nitaondoka. Utaondoka, kwa nini umekuja hapa, una yaani hapo. Kwa nini uko kanisani leo? Mm. Leo kuna sikukuu gani? Leo kuna sikukuu gani? Leo kuna sikukuu gani? Leo kuna sikukuu gani? Leo kuna sikukuu gani? Leo kuna sikukuu gani? mm. Hey, leo kuna sikukuu gani? Mwaka mpya sikukuu gani? Mwaka mpya. Baba anaitwa nani? Baba B. Baba anaitwa nani? Baba B. Eh, ebana yeye, huyu baba wake anaitwa Baba B. Kwa hiyo tunaendelea kufurahi na watoto ambao wamefanikiwa. Anaona, kuna watu watumishi wa Mungu kabisa wazuri, wanapendeza. Kuna kijana mwingine yuko hapa. Uh, naomba nikuulize, unaitwa nani na uniambie kwa nini yuko hapa? Uh, mimi naitwa mm. Joeli Nipo hapa kanisani siku ya leo kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya. Ah, yani, unamaanisha nini unaposema mwaka mpya? Kwani utofauti wake ni nini unaponiambia mwaka mpya? Mnaona um, kimebadilika namba tu, lakini hali ya hewa ni ile ile, au wewe unasemaje yake? Ah, yani tofauti ipo hivi. Kwanza mwaka mpya mambo yanakuwa tofauti pale, kwanza kuna vitu vinakuwa vinaongezeka. Umeona? Eh kama kwa wengine sisi tunaongezeka no umri Mambo yanabadilika, tunaanza mikakati mipya. Umeona ya, ya miaka iliyopita tunayaacha. Wewe katika mwaka mpya unafurahia nini? Mwaka e, mpya mimi nafurahia tu uzima, nimeuona mwaka mpya kwa sababu kuna ingine hajauona. E, sijaishia hapo naona kuna vitu vinaendelea. Mimi nafikiri hapa ni kwa sababu watu wanafurahia na 2026. Ah, watu wanaendelea kupata vitu, wanaendelea kupata vitu. Wewe so yeah. Hmm? Yes. Osea. Osea. Osea, Osea. Eh, bwana wewe umetoka kanisani tu huko hapa unapiga hela. Yani mchungaji kaubili leo, tukaenjoi na ome zetu na familia zetu, hasa nililaza jana mzigo mzigo. Huu unamalizia hapa hapa kanisani, naenda kuenjoi oh, mwana yake mwana yake, nikwamba unauza hapa ili usende sokoni baadaye <laughs> ukatulia nyumbani kwa kanisani, alafu tuende kuenjoi huko. O, tuwaite wakanisani wote tu wauze kwao, anawatosha sindio? Jamani, hey, atano, <tiple> hey, jamani matango akachumbai jamani, huku mawili mia tano eh, jamani tuko live hapa, tuko live Amani uh, TV tuko live, watu wanafurahia matango, anafurahia matango. Nazungumzaje siku ya leo ah, siku ya leo ni njema, siku ya leo ni nzuri. Ninayo furaha kukutana na wapendwa, wapendwa ambao nilitarajia. Kuna wengine ambao hawajaonekana lakini Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa kila la heri. Mimi nawatakia Paska njema kuu mpya. Bababii yuko wapi? Bababii yuko wapi? nipeleke mpaka kwa Bababii. Huyo ndio Bababii, twende mpaka kwa Bababii, twende mpaka kwa Bababii. Huyu ndio Bababii. Ebana, mwanao anasema wewe unaitwa Bababii, umesema anaitwa nani? Baba bii ebana, Bababii ni nani? Bababii ni mimi hapo Ah, kwa nini mwanao anakuwa anapenda kutumia jina bababii na sio jina lake? Ah, anapenda tu watu wanavyomwita bababii, na yeye anaona hivyo aite hivyo bababii, lakini jina lake nalijua bien, lakini kikuifupi anavyoita bababii na yeye bababii. Binafsi, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Silas Alex. Eh, bwana naona leo watu wanafuraha wengine wanauziana matango pale, na nasikia kwa kauli mbiu inaendelea sasa kwamba ni watu kutulia nyumbani na wake zao. Unazungumziaje vijana ambao hawana wake watulie wapi? Ah, kama kama kuna mke. Yaani wewe tulia tu nyumbani. Lala hey, la, tu nyumbani, kama una nini unasoma Biblia zako basi hey, ila leo ni siku ya kutulia na familia zetu kwa sisi tuliooa <laughs> Bwana, mimi nikushukuru sana, bado tunaendelea bwana. Kauli mbiu ya mchungaji inasema leo watu watulie na wake zao, unawaambiaje vijana ambao hatujaoa? Kwanza unaitwa nani? naweka masharubu ndo maana ana na ndevu, kwa kauli ya pasta kuelekea uh, kwa wanandoa. Uh, imekuwa ni baraka pia lakini, tukienda kwa, kwa makontena mbona utulivu. <laughs> e, msiamshe msiamshe vile ambavyo havitakiwi kuamsha, wasaifu wakati sio wakati wake. <laughs> Amen. Vijana wanaswali linatembea mchungaji anasema mwaka huu baada ya kutoka hapa wene waki, wake wakatulie na wake zao, na vijana tunaenda wapi? Vijana mkatulie na wazazi wenu. <laughs> ebana <laughs> vijana tuende wapi? vijana ii kwenye maombi ya kumwomba Mungu hape wenza <tipos> vijana twende wapi? mtumishi wa Mungu, vijana mtulia imani mwa Bwana <tipos> vijana twende wapikaa <tipos> <lika> ya <obya> dharura <tipos> ah, kwa kweli majibu yanakatisha tamaa. Mchungaji amesema wenye wake wakatule na wake zao, sisi vijana twende wapi? Nyie vijana, nataka mkajipange tu, mjue kwamba masaa ya kulala kama kuku yamefika. Mkalale mapema. Inakatisha tamaa mtazamaji. Niko na mwenyekiti wa kina mama. Kauli ya mchungaji ya leo amemalizia kwa kusema vijana ah, hajazungumzia vijana, amezungumzia wenye familia wakatulie na wenza wao nyumbani. Sisi vijana twende wapi? Nyinyi vijana mkalale kabisa leo <laughs> jamani, majibu haya yanakatisha tamaa. Vijana twende wapi? mkalale nyumbani <laughs> Niko na baba mchungaji wa FPCT Bunju B Amani Center, ile channel unayoiona Amani TV bana. Huyu ndio pasta mwenyewe, leo nipo naye live mwaka mpya 2026, eh bana, ametufurahisha baadhi ya watu ambao tunaendelea kujadili. Mimi na swali moja linatembea, baba, umesema watu wakakae na wenza wao, sasa sisi vijana ambao hatujaoa tende wapi? Kwanza unaitwa nani? Naitwa mchungaji Imani Emanuel Saga, mchungaji kanisa FPCT sisi vijana twende wapi? Kwa sababu wenye familia wameambia waende nyumbani wakakae na wenzao. Ah, kwa vijana ambao hawajakuwa na familia, na wakaribisha kwangu baada kwa tumemaliza ibada. tufurahi pamoja mwaka mpya amina Mungu akubariki ah, sana ah, haya ndiyo yalikuwa majibu ya pasta kwamba vijana wote mnaotazama chaneli ya Amani TV bana, kama hujaoa hauwezi ah, kutulia na mkeo kwa wako nyumbani, twende kwa pasta Emmanuel Saga. Mungu ah, wa mbinguni